Na karibuni katika Dr. Saddam Kenya na katika video hii ya leo ningependa tuweze kuzungumzia something very interesting dawa au tiba ya kuweza kupambana na chunusi au English kwa katika Kiingereza inaitwa acne. Na ikiwa uko na hili tatizo la kutokwa na chunusi nyingi kwenye uso, then kuna hii lotion ambayo inaitwa Neutrogena na hii lotion iko na chemical ambayo inaitwa Salicylic. So if you have chunusi au acne, what happens ni kuwa utahitaji hiyo Neutrogena na Utaitumia hivi yeah? So unapoamka asubuhi, osha uso wako na maji ya vuguvugu, then chukua that Neutrogena, apply kwenye mkono, ipake vizuri, then you apply on your face, unapaka kwenye uso wako, then unawacha hivyo for takriban dakika moja hadi dakika mbili, then you wash off. Ukishaosha hivyo then unaendelea na shughuli zako kama kawaida. Then in the evening pia utafanya hivyo. So unafanya asubuhi na jioni, asubuhi ukiamka na jioni kabla ulale. Now in most cases uh, hizo chunusi zitaweza kuisha within a very short period of time. Now uh, hii Neutrogena iko na salicylic acid na it is the salicylic acid ambayo mara nyingi inasaidia kuweza kuangamiza wale bakteria ambao wanakusababishia unaku hizo hizo chunusi. So, this is a very important face wash, ambo, inaweza kusaidia na ikiwa utahitaji, the price is around 2000 Kenya shillings, I believe. Uh, ikiwa uko Kenya ama Tanzania you can always get it. Kama utakuwa huwezi kuipata nitumie message kwenye DMs na nitaweza kuoganiz jinsi utaweza kuipata. The price is 2000 Kenya shillings. Shukran sana kwa kutizama video hii. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, tafadhali bonyeza subscribe pale chini, like video hii na ikiwa utakuwa na maswali yote, yawache kwenye comment section. Vile vilevile kuna video nyingine ambayo nitafanya zaidi ya yeah, a much better face wash uh, na dawa na tiba ambayo inaweza kusaidia ikiwa uko na chunusi nyingi ama chunusi sugu kwenye uso wako.